Naomba nikiri kwamba tangu nianzishe channel hii ya YouTube sijawahi kupitia wakati mgumu kama ilivyo katika kuiandaa video hii inayohusu kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema, ambaye anashtakiwa kwa kosa la uhaini pamoja na makosa mengine, na Juni kumi na sita ya mwaka huu elfu mbili ishirini na tano amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kesi hiyo kutajwa tena. Ugumu niliyoupata ni kutokana na kile ambacho Mheshimiwa Lissu amekieleza kwa undani, kwa muda mfupi tu, lakini ameeleza mateso anayopitia katika gereza la Ukonga, jinsi haki zake za msingi zinavyosiginwa, na kwa hakika mtu yeyote mwenye ubinadamu lazima ataumizwa na haya ambayo Mheshimiwa Lissu ameyaongea lakini kabla ya kuingia kiundani katika makala hii naomba msikilize Mheshimiwa Lissu mwenyewe, kisha tutafanya mjadala mfupi kuhusiana na yanayoendelea. Karibu. Gereza la Ukonga lina sehemu kuu mbili, kuna sehemu ambayo wafungwa wote waliohukumiwa maisha, miaka thelathini, miaka mitano mahabusu na nini, wanakaa wao wanatakiwa wakae. Halafu kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu wanaokaa wanaosubiri kunyongwa. Nakaa dethro, nimewekwa dethro. Sasa mheshimiwa, ukiwa dethro maana yake ni nini? Nataka nikusomee sheria, maana ya kuwa dethro. Kanuni ya thelathini na tatu inazungumzia wale walioko death row.

of two prison officers by day and by night. Ukikaa death row mheshimiwa, kama navyokaa mimi, wakati sijahukumiwa kifo, angalau bado, pengine tutafika huko, lakini bado sheria inasema wanaokaa death row, wale waliohukumiwa kifo wanatakiwa watenganishwe na wafungwa wengine, wafungwa wengine wote. Mimi nimekaa death row tangu Ijumaa Kuu mpaka hapa tulipo, na nikitoka kwenda kuonana na mawakili wangu au kwenda kuonana na ndugu zangu nafuatana na askari wawili muda wote, kama inavyotakiwa kwa waliohukumiwa kifo, kama walivyo, wana, ambao wako under constant surveillance, sheria inasema by day and by night mimi sio, sijahukumiwa kifo lakini nakaa death row and I'm under constant surveillance by day and by night. Nitoe pole kwa yoyote ambaye video hii itakuwa imemfanya aelemewe na uchungu kama ilivyotokea kwangu. hopefully haya yatapita. Na sasa nielekee sasa kwenye uchambuzi wa yaliyojiri kwenye kesi hii ambayo imetajwa tena um, katika mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu. Sasa mwanzoni kabisa uh, kabla kesi haijaanza kuna tukio ambalo lilikuwa la kushangaza ambapo utaratibu wa kawaida wa mahakama ulivunjwa. Hakimu aliingia ukumbini kabla, yani ukumbi wa mahakama kabla mshtakiwa kuletwa. Kawaida mshtakiwa analetwa, halafu mtu wa mwisho kuingia mahakamani anakuwa ni hakimu. Na hakimu baada ya kuingia mahakamani, waandishi wa habari waliokuwa ukumbini walitolewa nje kwa haraka, kabla ya mheshimiwa Lissu kuingia mahakamani. Lengo lilikuwa kuwanyima fursa wanahabari kumpiga picha au kurekodi tukio lile la kuingia kwake mahakamani, na hii inaongeza wasiwasi kama kuna juhudi za makusudi kuficha kile kinachoendelea katika kesi hii mbele ya macho ya umma na vyombo vya habari. Kinachosumbua ni kwamba mara nyingi mheshimiwa Lissu anapoingia mahakamani huwa anapiga ile alama ya ngumi kuonyesha kwamba ushindi upo pamoja na yote yanayotokea, lakini haya yatapita. Kwa hiyo inaelekea watawala, lile linawasumbua na wamefanya jitihada kumdhibiti, lakini hata hivyo wamefeli kwa sababu Uh, zime, zimepatikana picha kadhaa za mheshimiwa Lissu akiwa anaingia na akiweka ngumi uh, alama ya ngumi kuonyesha kuwa ushindi utapatikana. Sasa kama ulivyoisikia uh, hiyo clip inayone, inayoeleza uh, anayopitia mheshimiwa Lissu kwa hakika ni jambo la kusikitisha. Kwa kifupi, bila uh, kuru, kurudia alichokisema yeye mwenyewe ni kwamba ameeleza kwa uchungu na ukiangalia video hii wakati anaongea kwa hakika unaona maumivu anayopitia. Lakini jambo moja linalotia faraja kuhusu mheshimiwa Lissu, kwa muda wote wa changamoto alizopitia tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba alipopigwa riz, lundo la risasi walipojaribu kumuua mheshimiwa Lissu, ni mmoja wa wanasiasa anayefahamika zaidi kwa tabasamu lake ambalo muda wote lipo usoni mwake na hata wakati anaeleza haya anayopitia huko gerezani, uso wake haukuwa na chuki, haukuwa na hasira, bali ulikuwa umejawa na tabasamu. Na bila shaka ili tabasamu linawatesa sana hao wanaofanya haya dhidi yake. Waye mheshimiwa Lissu ameeleza kwa uchungu kwamba tangu apelekwe gerezani Ukonga, amewekwa katika chumba maalum kinachoitwa special room sehemu ambayo kwa kawaida huhifadhi wafungwa waliokisha hukumiwa adhabu ya kifo kwa lugha ya kawaida ni, na lugha ya Kiingereza wanaita death row. Hili ni eneo kwa ajili ya watu waliohukumiwa kufa kunyongwa. Sasa yayumkinika ukilinganisha na jinsi mheshimiwa Lissu anavyo anavyoletwa mahakamani na ukweli kwamba huko gerezani amewekwa katika eneo la watu ambao wanaenda kunyongwa ni wazi kwamba tayari kesi hii ni kama hukumu imeshatolewa, ukiangalia tu ule mwenendo wa jinsi mheshimiwa Lissu anavyowasilishwa mahakamani, anavyoletwa mahakamani, ulinzi wa kufa mtu, kana kwamba huyu ni gaidi, kana kwamba huyu mtu amefanya mauaji, sirio, kila au mtu alofanya makosa makubwa. Lakini huyu ni mtu ambaye anatuhumiwa, ah, mahakama haijathibitisha kuhusu hilo. Kweli ulinzi unaweza kuwa ni muhimu, lakini hakuna uwezekano wowote wa watu kutaka kufanya uvamizi, kutaka kumtorosha au kitu chochote. Kwa kweli, uh, ni wazi kwamba dhamira ya serikali katika kesi hii sio nzuri, kwa sababu tayari ni kama amesha hukumiwa. Um, kwa hiyo mheshimiwa Lissu amesema kuwa wakati akiwako gerezani anafuatwa na askari wawili kila mara anapokwenda kuonana na mawakili wake na hii ni sawa na taratibu zinazotumika kwa wafungwa wa waliohukumiwa kunyongwa. Yani wakati yuko, yuko mle gerezani jinsi wanavyo uh, wale askari wa magereza wanavyomchukulia ni kama wale, waska, wale wafungwa wengine waliopo katika lile eneo ambalo mheshimiwa Lissu aweka, kwa sababu mfungwa ambaye yupo katika ameshahukumiwa kunyongwa huwa anapewa ulinzi wa masaa ishirini na nne. Na kila wakati kunakuwa uh, na askari magereza wanaambatana naye kokote nako. Kwa hiyo hili ndio linalotokea kwa Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo mazingira aliyokuwa nayo ni kama tayari amehukumiwa kunyongwa kimya kimya. Unaona? Kwa hiyo kwa hakika hili ni swala ambalo linasikitisha. Lakini jingine ni kwamba Mheshimiwa Lissu amekuwa akinyimwa haki ya kuabudu. Uh, kwamba tangu Ijumaa kuu ambayo ni zaidi ya siku sitini zilizopita hajawahi kuruhusiwa kufanya ibada, hajaruhusiwa kusali na ameeleza kuwa wafungwa wote gerezani huruhusiwa kuhudhuria ibada isipokuwa yeye peke yake. Na hii ni kinyume kabisa na sheria za kimataifa, hususan kanuni zinazotoa haki ya kupata huduma za kiroho kwa kila mfungwa bila kujali dini au imani binafsi. Na hili ni muhimu kuliangalia, kwa sababu kuna matukio yanaendelea huko mtaani makanisa yanafungwa, waumini wanapigwa mabomu ya machozi. Kwa hiyo ni mapema, japo ni mapema mno kuhitimisha, lakini baadhi ya watu wameanza kuwa na hisia kwamba kuna ubaguzi wa kidini unaendelea, kwa sababu hili, huyu mtu ambaye hajahukumiwa, kwa nini anyimwe haki yake ya kwenda kufanya ibada kama ambavyo, um, swala la makanisa uh, kwa mfano kanisa la Askofu Josephat Gwajima aliyefanya makosa kama ni makosa kwa hicho alichokisema cha kukemea utekaji ni yeye, Askofu Josephat Gwajima, sio waumini wake, sio kanisa lake. Kanisa kwa wenye imani ni nyumba ya Mungu, mwenye kumiliki kanisa ni Mungu, japo kuna mtu anakwenda kulisajili lile kanisa. Sasa kwenda kuwanyima watu wiki mbili uhuru wa kwenda kuabudu, ni wazi kwamba kuna mtu fulani ambaye anaingilia imani ya watu, na mfano mwingine ni hili linalotokea kwa Mheshimiwa Lissu. Sasa katika maelezo yake kwa hakimu mfawidhi Franco Kiswaga anayeendesha kesi hiyo, mheshimiwa Lissu alisisitiza kuwa amekuwa akiomba kwa muda mrefu kupewa fursa ya kufanya ibada, lakini maombi hayo yamekataliwa bila sababu za msingi. Maana amesema kwamba hata wafungwa wasio na dini wana haki ya kufundishwa imani ya kiroho iwapo wanahitaji, lakini kwa upande wake serikali imechukua msimamo mkali wa kunyima haki hiyo jambo ambalo linaibua tuhuma za unyenyesaji wa wazi wa kisiasa lakini pia wa kiroho. Na ameeleza pia amenyimwa ame eneo la kufanyia ma, mazoezi gerezani, badala yake analazimika kupita sehemu yenye maji machafu na utelezi kila anapotaka kwenda uh, kujaribu kufanya mazoezi. Ikumbukwe tu kwamba mheshimiwa Lissu afya yake sio nzuri kwa sababu katika lile shambulio lilomfanyia mwaka elfu mbili na kumi na saba na matibabu mbalimbali yaliyofanyika, kuna vyuma bado vimebaki katika mwili wake, mguu mmoja ni mfupi kulinganisha na mguu mwingine, kwa hiyo ni kama mlemavu na ulemavu amempatia ulemavu wa kudumu. Sasa kumweka katika mazingira ambayo anaweza kupita sehemu kwenye utelezi, maana yake akianguka, hali itakuwa mbaya. Ni kama kuna watu wanadhamiria kutaka, hivi anavyokwenda gerezani, basi labda afie gerezani, kwa sababu haya maelezo aliyotoa leo yanaashiria kwamba kuna dhamira ovu dhidi ya Mheshimiwa Lissu, sasa kwa kuwa na jeraha la mguu wake mmoja uh, kufuatia ilo shambulio la mwaka 2017 kwa hakika, inaweka maisha yake katika hali ya hatari, hasa uwezekano wa kuanguka na kuumia zaidi. Na ma ma ma gereza limefahamishwa na mahakama imefahamishwa, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Um, lakini pia Mheshimiwa Lissu amechukua amefanya maamuzi magumu ambayo kwa hakika watu wameelewa Ameamua kuwaondoa mawakili wake wote thelathini na tatu na kuanzia sasa atajitetea mwenyewe. Ameeleza kwamba zaidi ya siku sitini na nane sasa hajawahi kupewa nafasi ya kuzungumza na mawakili wake kwa faragha. Anasema kwamba kila wakati wakili au mawakili wanapokuja gerezani, basi kuna maaskari wa magereza ambao wanakuwa katika listening distance, yani kuwa katika ukaribu wa kuweza kusikia yanayoongea, ambayo kisheria hairuhusiwi. Uh, magereza wana jukumu la kumlinda mfungwa au mtuhumiwa um, lakini pindi mtuhumiwa anapoongea na wakili wake anatakiwa kupewa uhuru ili yule askari asisikilize kinachoongelewa. Amesema kwamba mawakili wake wamefanya kazi nzuri na kuwaondoa, huo uamuzi wa kuwaondoa haumaanishi kwamba uh, labda amepoteza imani nao, lakini ameamua kuchukua kesi hiyo mikononi mwake kwa kuwa sasa ameamua kukabiliana na serikali ana kwa ana kutokana na ukweli kwamba mawakili wanapokwenda wanaingiliwa, wananyimwa uhuru wa kuongea naye. Sasa imekuwa hakuna umuhimu wa kuwa na mawakili ambao hawaruhusiwi kuongea na mteja wao, kwa hiyo bora, kwa kuwa na yeye mwenyewe ni mwanasheria nguli, anafanya hiyo kujiwakilisha uh, yeye mwenyewe. Na wakati yote haya yakiendelea, upande wa serikali kupitia mawakili wake umedai kuwa upelelezi wa kesi hiyo ya uhaini umekamilika na kwamba jalada la kesi hiyo limepelekwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya jinai DPP. Kwa hiyo DPP anatarajiwa kutumia wiki mbili kusoma jalada hilo na kuamua kama kesi hiyo iendelee, iende mahakama kuu au la, hasa baada ya kupitia ushahidi wa mashahidi kumi na tano wanaotarajiwa kufikishwa mahakamani. Kwa hiyo hiyo ndio hali ilivyo. Um, na lakini la kusikitisha ni kwamba mahakama imekataa kwa sababu haikutoa maamuzi hakimu, licha li ya kusikiliza yote aliyopitia Mheshimiwa Lissu. Um, haijasema lolote. Um, na zaidi hakimu amedai kuwa mahakama um, haina uwezo wa kulazimisha magereza iweze kufanya mabadiliko um, kusudiwa huko. Kwa hiyo katika mazingira haya ya Mheshimiwa Lissu kuwepo katika hili eneo la death row, yaani la watu wanaotakiwa kunyongwa kunyimwa haki ya kuabudu, kukosa faragha na mawakili wake na hatimaye kuamua kujiwakilisha mwenyewe mahakamani, huku serikali ikichelewa uamuzi wa msingi kuhusu uendeshaji wa kesi, inaonekana bayana kwamba tayari serikali imemhukumu mheshimiwa Lissu, na hata kama hiyo hukumu haijasomwa rasmi, basi labda matarajio yao kwamba haya mateso yanayopewa gerezani, labda yatapelekea kumtoa uhai kinachowapa matumaini watu wengi ni ukweli kwamba mheshimiwa Lissu alinusurika jaribio la wazi la kuuawa, idadi ya risasi alizomwagiwa amepona kimiujiza, hilo moja. Lakini pili, tuna inafahamika kuwa mabilioni alimwago kwenye uchaguzi mkuu wa Chadema ili asiweze kushinda na mbinu zote zilitumika kumzuia, lakini kimiujiza akashinda, muujiza wa pili. Kwa hiyo kuna watu wengi wana imani kwamba muujiza mwingine utajitokeza na hili pia litapita. Je, una maoni gani kuhusiana na haya yanayoendelea? Basi karibu utoe maoni yako chini hapo kwenye sehemu ya comment. Ya asanteni na waherini.